Unasikiliza Baraka One TV, ni saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki e. Pia usikose kutembelea Mwangaza Television, Mwangaza TV, Light TV ambako, e, utakutanana na mambo mengine. Hii ni moja kati ya mipango yetu ya kazi ya kuwa na radio stations na TV stations ambazo zitakuwa zinakupa taarifa mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi Um, na pia nchini kote na hata habari uh, za kimataifa pia. so, usikose kutembelea Mwangaza TV uh, na na vitu na, vingi sana Tusikize wananchi wana mitazamo gani. Kwanza ya, tunawasabahi sana Baraka wanchi, situpotua hapa kwenye machungu Bukavu, tunasubiri wenye kuja kutugomboa hapa, hata kama nao wa wafike ni kusema tu ni kusema lakini Mungu awape wa neema na awatie nguvu, watafika tu, hatutazimia moyo. Tunaombea kwa Mungu na tunawasubiri kwa hamu, eh, kwa hamu kabisa sababu hii mizaa, hii mizaa ilishaendelea sana Bukavu. Niendelea kabisa hii blage inakuwa mingi sana Bukavu kila siku. Bukavu, Goma, Rwanda nakia kukamata unaweza kuja kugomboa nchi ya wenzako, gomboe nchi ya watu, haina raisi, haina sheria, haina mwakaaji, haina mwa maskari. Ile yote ni kuonea armee ya Congo, paske basoda yetu balipenda franga, balipenda cheo, balipenda machupa, balipenda maavanti. Habari za asubuhi ndugu yangu, ninashukuru kabisa sana ah, uchambuzi wa asubuhi ko butamu gushinda samaki yenye natoka mu bahari wa. Ninashukuru kabisa Mungu, amubariki Papa Saidi huko na muongezee miaka ya maisha. Kwa hiyo uchambuzi niye niko naifuatilia iko na nipanguza bilonda ndani ya roho, alafu mimi nashukuru Mungu kabisa, sababu tuna Wakongomani wataalamu ambao wanajitahidi kabisa kuonyesha mambo uwazi na kama tungelikuwa na watu kumi venye wanachambua kama vile Saidi anavyochambua ingelikuwa vizuri zaidi. Kuna watu wanafanya uchambuzi kama vile wafana wa kabumbu bila kuchunguza utu wa ndani wana, wanachogisema ni kitu gani kitaleta matunda gani kina mwelekeo gani? E, mie nilijaribu kusema Papa Rajabu ya kwamba sisi wakongomani tuna magonjwa ambaye natugarimu na kama Mungu hata tusaidia kwa ile magonjwa hakuna kupona kwa nchi, sababu wa, sisi wakongomani tunafanya us, ushabiki e, unajua kama mcheza mpira iko anacheza mpira sasa, mshabiki yeye anapendaka aonyeshe kama yenjo mchezai mkubwa kuliko mchezai wa mpira. Una, unaona ile njo vile sisi wakongomani tulivyo kuna ile matatizo ya ushabiki. Unashabikia mtu, haujue kilicho ndani ya moyo, unashabikia mtu, haujue ambisio zake ni nini, anachokitaka ni kitu gani, njo tatizo tulilo nalo, njo maana unaona wakina wa na Kagame walipata nafasi mguvernema, na walipata poa ja ya ushabiki, hawajue mawazo ya Kagame, hawajue mipango ya Kagame, hawajue anachokitaka ndio vile walipata nafasi wakina Balamage wakapata mafasi ba, batu wengine bakina Janine Mabunda wakapata mafasi mu guvernema, ni ushabiki, si kwamba waliwachagua kwa sababu wanaona kwamba hawa wanaweza tusaidia ku, ku kitu fulani wala, wala wanaweza fikiria kitu fulani cha kusaidia nchi, ni ushabiki na njo matatizo ya nchi yetu. Kabla hatujatoka kwenye ushabiki, wafanyishe wakongomani seminere ya kuua, ya kujua uthamani wa udongo, uthamani wa nchi, uthamani wa uongozi, hatutatoka kwenye shida ndugu yangu Rajabu. Sababu ya nini? Unaona sisi wakongomani tulikuwa tunapenda tuna Tshisekedi achukue silaha aitie mu mabega yepeka aende kumlolongo, tusikie iko mkavu iko anapigana, tusikie iko Goma iko anapigana, tusikie iko Uvira iko anapigana. Habakujua ya kwamba mutu anaweza kuwa hachukue silaha lakini yenjo iko na nguvu kushinda na mwenye iko na silaha. Habakutambua hili. Unajua kama kuna wakati, kuna wakati wabelgi walisema ya kwamba Mukasai ataingiaka kuongozi wa nchi ya Kongo mpaka dunia itaishaka habataongozaka. Balikuwa wanajua kitu gani kinasababisha wanasema ile neno ya kusema kwamba Mkasai hataongozaka hii nchi hata siku moja si walichunguza bakaona kama ndani ya Wakasai kuna uwezo kano akiongoza hii inchi inaweza pona inaweza toka kwenye. Iko njo vile, ndugu yangu ni, nilipenda kusema kwamba batu batembee na Kisekedi polepole, sio wengine tuko tunaona kama Kisekedi alifanya kazi ijwi. Hakukukuwa masomo ndugu yangu masomo walikuwa wanajenga masomo ya miti, bakijenga masomo ya maburike ni lukarakara ile maburike ya budongo ya mai. Lakini leo hiji noro hiji side bote bako na masomo ya mzuri ya muzuri ya kisasa na manjanja ya kisasa, unafika ku masomo unasema kweli, hapa kumejengwa kufu kunini kuongozi ya Tshisekedi lakini utakutana mkongomani, sababu kichwa kinaharibika kinagonjwa, unakuya kusikia kama Kisekedi hakufanya kitu, na naanze kusifia mtu wa nje kuliko wasifia mtu wa ndani. Vile vitu vinatulumiza papa. Mimi niko mzaliwa wa Ijwi, ijapokuwa wanatusemaga sile tuko banye Rwanda. Mimi sikuzaliwa Rwanda nasijue, nasijue udongo wa Rwanda na tate yangu na tate kulu yangu, si njo ba premier zabita dijwi ba nankola, si ba premier zabita dijwi. Tulitoka muzone kale, tukaenda iji na mitumbu ya budongo. Historia dijwi ukiifuatilia, unakutana hii batu ya Rwanda, hakuna mwenye Rwanda mwenye alikanyanga iji juu ku, ya kutengeneza iji ni wa kongomani bahavu ya kale. Iji ni kuwa tetuare ya kale tunazaliwa na iko posta ya kale ni jutu bakongomani. Wakati wanapenda kusalire watu na kutukana watu, wanapenda kukuvalisha na kabila yenye haukuzaliwa ndani na yenye haujuu wake jo. Ile ndugu hmm, yangu kuna kitu umegusia ukiwa kwa uchambuzi Kongo, kitu ambacho kinatuumiza ni ile liberte totale nyumee Umegusia yaani watu washajitawala vile wanavyotaka, na hii kwangu mimi naona kama ni udhaifu wa serikali. Maanake unaona, Papa Rajabu, ulikuwa Kenya, mimi niliishi Kenya t Nilifika Kenya nikiwa na 17 years ya kuananset. Sasa wakati ulifika Kenya, mi nilifika Kenya utawala wa Moi. Kenya ya leo si kama Kenya ya zamani yaani watu wanajitawala vile wanavyotaka na ajali za Kenya ukiziangalia zinasababishwa na ile kujitawala. Sasa shida yenye iko Kongo yenye natotesa sisi Wakongomani, tume tumechangia pakubwa sana Wanyarwanda kutuzarau sababu sisi ndio tunawasupport Munyarwanda, Mnyarwanda, Muganda, mtu gani anayetoka nje, hangekuwa na nguvu kama tunasimama imara sisi wenyewe. Lakini hata unaona, kama jana umesema mzalendo na mwanajeshi wamepigania mwanamke, hiyo ni mambo gani ambayo huwezi isikia Rwanda. Sasa wakati tunafanya mambo kama hayo yani, tunapatia wanyarwanda nguvu, tunajidhalilisha tunaji wenyewe. Wale wanaopiga vita eh, rais wetu Tshisekedi hawajui kazi yenye anafanya, ndiyo eh, Tshisekedi kitu inaweza fanya, tunalalamika eh, iko trela prisi tukae tukijua, tukae tukijua ndugu yangu, Kisekedi amefika Kongo ikiwa mavi tupu. Wacha mechanga, wacha vumbi. Wa, wala vumbi, mavi kabisa. Kongo ilikuwa mavi. Huyu mtangulizi wake Kanambi alikuwa ameichafua kabisa, ameenyea yote Kongo nzima na hiyo ndio kusudi lake. Wakati watu wanalalamika kuhusu Kanambe, mimi huwa na walaumu Kanambe. Utamulaumu ati, aliharibu Kongo. Aliharibu Kongo kivipi? Yeye alienda kutengeneza mambo yake. Sisi wakongomani ndio tunasema aliharibu, ndio lakini alienda kutengeneza masilaha yake, masilahi Sorry, masilahi sio maslaha, masilahi. Sasa akapatia nguvu waasi wote, waasi wote. We unaona mtu mwenye alikuwa na pigana na watu wakati M23 ya kwanza ilianja Bunagana, ilitombe wakati wa Kanambe. Mama Dundala alivyopigana na wale waasi wapale, wa pale wa Bunagana aliwa aliwapiga kabisa kwa wafia Haikupita wiki mbili, akaitwa kolonele kaskila, akaitwa Kinshasa ati anaenda mgaraji. Mauaji yote yote, ndugu yangu, nitakuambia ambayo yamekuwa ikifanyika mashariki ya Kongo, Kanambe ndio yamekuwa akiifanya. Unasikia yaani, yani kama ni kikundi fulani Angalia kama i ile ile, e, wacha corona ile nani ni sahau tena kwa nini na tena ebola ebola. Mimi nilishangaa, kuna mwefermie mmoya pale Beni ni rafiki yangu, aliniambia walikuwa napewa franga yaani uki, ukileta mtu tu unasema amekufa na, na ebola, uko na pesa, unapewa pesa, unalipwa pesa. Hii ebola ilikuwa Beni haikuwa ugonjwa, mtembo, haikuwa ugonjwa, ilikuwa ebola siasa, kanahivyaingiza wanyarwanda watusi waingie huko. Sijui kama ni leo ama jana, kuna taarifa, wakati nimewakosa asubuhi, ikabidi tu ni ni, ni, ni, tu nichukue ni taarifa yote ya Kongo nikapata. Sikumbuki ni channel gani nilifata. E, walionyesha wale wa UPDF wale waliangukia ambusina na RDA. Aha, sorry ADF naru wamechoma gari yao. Sasa hao ndio wanasema wanaenda tafuta ADF, nayo hiyo mambo yote inayozunguka huko ni hawa hawa wenyewe wanaicheza, wana mchezo wanacheza. Hiyo tumekuwa tukiimba kila siku, lakini usalama wa Kongo ni sisi, tusimame imara. Sisi tukisimama imara, hata Rwanda itakosa nguvu, hata wazungu wenyewe watakosa nguvu hata hawa waganda wa watakosa nguvu. Waasi wote wanaovamia Kongo watakosa nguvu, kwa sababu sisi tumesimama. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu, mengine tukutanane majira ya saa 12 asubuhi kwenye habari za moto.